Ndugu wanahabari, jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma tunaendelea vyema na majukumu ya kusimamia sheria za nchi katika kuhakikisha usalama wa raia na mali zao. Napenda kutoa taarifa ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa CHADEMA, ndugu Tundu Antipas Lissu. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linapenda kutoa taarifa ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, ndugu Tundu Antipas Lissu mnamo tarehe tisa mwezi wa 4, 2025 katika mtaa wa Soko Kuu, wilaya ya Mbinga, jeshi la polisi lilimkamata mwenyekiti huyo wa CHADEMA kufuatia tuhuma zilizokuwa zinapelelezwa za kufanya uchochezi wa kutofanyika kwa uchaguzi mkuu wa 2025. Mtuhumiwa huyo anahojiwa na jeshi la polisi juu ya tuhuma hizo huko Dar es Salaam. Jeshi la polisi linatoa onyo kwa vyama vyote vya siasa kutotoa maneno ya uchochezi, kutotoa lugha ya kukashifu polisi au serikali, au kutoa kuonyesha viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025 na kwa yeyote ambaye itabainika kufanya vitendo hivyo, jeshi la polisi litamchukulia sheria na litamtendea kwa mujibu wa sheria. Asanteni sana.